Inasema nini, tunasikiliza uh, wataalamu wetu ambao tumewaamini wanatuambia nini, tunaangalia uelekeo wetu unaelekea wapi, tunafanya maamuzi na haijawahi kutuangusha. Singida hii haijafikia hatua sasa hivi akiondoka kuna timu sasa hivi, sio tu mchezaji kuondoka asipocheza mechi yani, mchezaji siku akawa hayupo kwenye lineup <laughs> so, kushtuka tu timu unaona inavyo struggle uwanjani na inaweza isipate matokeo. Singida tumeshatoka huko timu ya kutegemea mchezaji au majina ya wa wachezaji. Kila mchezaji anayepata namba uh, au kuvaa jezi ya Singida akiingia uwanjani anajua kazi e, ambayo atakuwa kaifanya. Bado pia hasina taarifa mpya wala uh, sijaleta sija, uh, sija sija taarifa yoyote inayohusiana na mchezaji mwingine yoyote mpaka sasa. Taarifa niliyokuwa nayo ni ya wachezaji wawili e na taarifa ya Mohamed Amara Amaro uh, na yachakei ninayo yeah. Muda lake nimesema, uh, lakini muda wake nimesema bado kuzungumza, lakini najua kuna, kuna, kuna mchakato unaendelea uh, nisiingilia majukumu kwa sasa. Mambo ya kishakamilika yataletwa kwenye idara ya habari, yataletwa kwenye idara ya habari, nitakuja kuwaeleza mashabiki wetu na wadau wa soka. Kwa sasa bado ni mapema kuyazungumza, hata mimi nayaona pia. E, yale mengine ambayo ninayajua yajua, yajua nimeambiwa nisiyaseme kwanza, muda wake bado, nimekaa nayo lakini mambo yakishakamilika, Singida sio wachoyo wala sio bahili wa taarifa huo. E, ndio uzuri wa Singida. Sisi sio bahili kwamba tuna taarifa yetu tunayo afu tuwe mabahili mabahili. Sisi sio bahili wa taarifa. Ipo taarifa inatakiwa kuambia watu, tunawaambia taarifa iko, na tunaisema kama ilivyo. E, kama ilivyokuwa ile taarifa ya bure e, ikaleta e, kelele, lakini ndio ukweli. Sisi tuna tabia ya kueleza kitu ambacho kiko kimenyoka, sababu tunaamini kwenye misingi ya utawala bora wazi, lakini kwa mpaka sasa bado chama sasa. Kuna watu wanajiuliza, hasa mashabiki wa Simba ni mechi nne, msemaji kwa majina yanayotajwa ni maia ambayo huenda yangeendelea kuwasaidia kwa sababu uzoefu wao, lakini ubora wao ya kimataifa wachezaji gani? kama hivyo bora, kama ikitokea, utaweka wazi hii. Singida iliwahi kumtoa Benjamin Tanimu, beki wetu huyu Nigeria, ambaye alikuwa kosinao kwenye kosi cha timu ya taifa ya Nigeria. wakati huo huo ilimtoa Joseph Arthur Bada, eh Hawa ni nyota ambao tulikuwa tuna, tuna muhimu kweli kweli. Singida hii hii ikamtoa Jonathan Soa o, moto namna hii ndio. Singida hii hii ikampeleka Kevin Nashon, Najib Musa, Yonta Kamara kwa mkopo Pamba. Singida hii hii ikamtoa Edmund John Frank Asinki na hmm. Ndio baada ya yote hayo ikachukua ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati, ikaingia group stage ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hakuna kinachotokea Singida kwa bahati mbaya, kila kinachofanyika kina hesabu yake. Kwa hiyo mashabiki wasiwe na mashaka kwa kuangalia limetoka jina gani. Na Mungu alivyoma Singida, akitoka hata mchezaji mmoja unasikia kabisa mtikisiko kwamba kuna mtu ameondoka sehemu kwa sababu gani? Kwa sababu tuna wachezaji ambao wana profile kubwa wana uwezo mkubwa na kila mchezaji ni mali na ndio maana hapa Damaros bila shaka, yani imekuwa ni kama timu amna kitu tunasahau hapo, tuna tuna kina Patrice Chota chama tuna kina horsom waku wapo wengi. Kwa sisi tunafanya vitu bila kufuata miemko, sisi hatufuati trendi <laughs> Singida sio yeah, timu ya kufanya trendi.